Ni asubuhi nyingine tena kwenye maisha ya msakatonge nikawa nimeamka kama forex trader ambaye bado sija make it. <laughs> But natumaini kuhakikisha kufikia ndoto zangu. Baada hapo nikaamka nikasema nipate maji kidogo, uh, kusuza ko, maana tunaanza siku kwa kushtua kwanza utumbu bwana, yani si unajua. Uh, baada ya hapo nikanywa zangu maji uh, nika nafikiria moja, mbele moja na mbili yani, kwamba siku yangu inaendaje, yani ni, ni asubuhi tena naenda kuanza pale tulipoishia jana. Uh, nikapata maji fresh, nikachamba huko, nikaongeza glasi, nikapiga vizuri, nikahisi kwamba niko sawa. Nikasema ngoja nipige pishap kidogo, nijiweke mwili sawa bwana. Eh, sema strong, strong body, strong mindset, kangalia <laughs> mulionyando huo kwa strong mind, strong body <laughs> kwa baada ya hapo nikasema ngoja niongeze kidogo, nikapiga push-up zangu, push-up hamsini hivi za chapchapu hapo na haraka hapo, nimekumbuka leo ni Jumatatu, kwa nikatoka hapo nikamaliza nika nikapigapiga picha kidogo eh. Nikajiangalia, eh? <laughs> Unahitaji, una safari ndefu sana, nipige mswaki, nikakaa kwenye mswaki, niende kwanza washroom, nikapiga mswaki, nawe uso, naweza nioge, niendelee na maisha mengine, ju tunaanzia wapi, siku taka zangu nje, maisha kigeto geto, kama mbombanaji <laughs> Nikaja, nikamaliza, nikaoga, nikavaa nguo freshi, kajiangalia kidogo kwenye kamera, nikasema mbo niongee kidogo na ndugu zangu, siku nyingine ya msakatonge <laughs> wow. Nifangu kuanza safari ya kudokumenti maisha yangu, tunaenda <laughs> sasa tunatoka hapa moja kwa moja nyumbani mpaka kazini apo nikiwa na furaha kweli, nasema kwamba hii asubuhi ya leo ndio siku yangu ya kwanza kwenda ku upload hii video, na ni muda mrefu nimekuwa nikisema nitaanza nitafanya nitafanya, lakini yani kuna uzito fulani hivi. Yani hata kama umehakikisha kwamba mwisho wa siku, unajua kwamba itakusaidia kuimprove maisha yako kwenye kuelekea kule ambapo unapotaka lakini kuna uzito unakuja umeona, yani kwenye kufanya vitu ambavyo ni sahihi Yani mara zote unajikuta kwamba unasikia uzito aban. Uh, sio akaunti yangu actually, lakini ni akaunti ya mtu kwahiyo tuko tu tunapambana, lakini I have experience, I have knowledge kwa kwahiyo kuna akaunti ambayo nilikopo na nayo ya mtu animpatienitredi baada ya kushare naye idea kwamba nina capability nina uwezo kufanya analysis na uwezo wa petroli kwenye masoko ya fedha. Kwa hiyo nitaonyesha hata trade ambazo nimeweza kuzichukua kwenye wiki iliyopita. Baada hapo ndo nikaanza uchambuzi. Akaunti ya dola mia moja sasa hivi iko mia moja thelathini. Sikiliza, utaenda kujifunza kwa sababu gani nilichukua. Kwa hiyo ukiangalia hapa siku ya Jumatatu nilichukua entry ya siku ya Gold ilipasaraya dola sita nikaja Jumanne nikatredi nikapata faida ya profit ya dola uh, ishirini na nne. Hii hapa ni siku ya Juma, Jumatano ambayo nilipata faida ya dola ishirini na tano. Ala, na Alhamisi nikafunga na sara ya dola nane. Kwa hiyo tote ikawa ni dola thelathini na sita. Kwa hiyo ntaenda moja kwa moja kwenda kufanya analysis kwenye, kwenye pea ya goldi. Uh, tatua, uh, tatua history tarudi ili kupata uwazi mzuri wa kwa analysis. Taeda kufanya analysis kuanzia kwenye timeframe ya H4, H4. Okay. Ama kwenye weekly tunaona kwa upande zaidi tukilinganisha na na daily time frame. Tunaona wiki iliyopita price ilifanya kama consolidation kwa sababu ilianza ku ilianza ku trade hapa mpaka hapa ambayo iko ni lowest and iyapo ni highest of the of the previous week, kwa hiyo tunaziona kwamba hizi ndio point ambazo market ya wiki iliyopita iliweza ku iliweza kuplay. Kwa hiyo nini ambacho tunacho anticipate kwenye hiyo week, nini ambacho tunatarajia kwenye hii week uh, na hasa pia kwa siku ya leo uh, ni point ambao tunasema ni previous weekly high na previous weekly low, nilikuweza kurahisishia kwenye ku analyze kwenye low time frame, kujua wiki ilipoanzia na wiki ilipoishia ya wiki iliyopita. Na okay, kwenye tashio kwenye low time frame kwenda kuangalia market ina vipi, nikiangalia kwenye uh, tunapata kwamba kuna range hapa, ambayo ni high na low. Kwa hiyo ndani ya hiyo high and low tunaona nini ah? Uh, tunaona price ilifanikiwa ku break market structure ambayo niko hapa, kuna maana hii point tunaita ni break of market structure. Mtanisamehe guys, kwa leo tunatumia simu, lakini kipindi ambacho kinachokuja tutatumia laptop kwa hiyo nimefungua hii channel, kwa hiyo bado kuweza kufanya hizi setting kwenye laptop pamoja na simple connect, tunajaribu mtazi connect vipi, ili tuwe tunafanya uchambuzi vizuri. Uh, zaidi kwa hapa tunapata hii ni break of market structure sababu, so, kuna candle funga above the previous structure. Uh, kwa hiyo tukichukua kwa mfano, Fibonacci Fibonacci Fibonacci retracement uh, um, Fibonacci retracement yeah. So, Fibonacci Fibonacci hapo, kuanzia hapo mpaka hapo tunaona nini, kwamba price iko below ya yeah, 50% ambayo inamaanisha nini, kwamba price iko kwenye kwenye discount, na kitu kingine ambacho tunachokiona ni kwamba kwa hiyo uh, kwenye zile point za kuweza kuangalia uh, za kuweza ku, ku identify uh, entry, na kwanza tunaona kwamba kuna break of market structure, kwa tunaangalia uh, kitu kingine liquidity, na kitu kingine tunaangalia ni point of interest, kwa tunaangalia hii price kama bado iko kwenye kwenye bullish trend ah uh, hii zone hapa, mwanzo hii candle ilipoanzia, the previous candle, hiyo hiyo tungeita ni point of interest, kwa hizi ili kuja mpaka hapa ikapiki some orders, na then ika ikaenda the juu, ambayo ikaishia hapo kwenye hiyo range. Nitatoa hii Fibonacci. Tuna, tunaona kwamba market iko kwa namna hiyo okay, ndosho mm. Kwenye low time frame tunasema hapo hapo hizi iko kwenye previous week ambayo ili consolidate hapo eh uh, ukirudi kwenye low time frame kuna kitu tunaita kwamba breaking structure, umeona, ambayo ili happen kwenye time frame ya H4 break in structure ambayo ni hii hapa break, uh, break in structure ambayo, baada ya break in structure, price ilikuja kwenye uh, if fair value gap ambayo ilikuwa po kwenye hii zone ilikuja hapo, then price ndo ikawa ina consolidate hapa ndani. Kwa price ilikuja hapa ika break in structure, then ikaingia kwenye fair value gap, ndio maana price ilianza kufanya downtrend kwenye lower time frame especially kwenye H4 but ukiangalia kwenye e previous hapa utaona kitu kinaitwa order block, ambapo price pia ilikuja hapa ka ika respect kwenye hii candle. Kwenye ka respect hiyo candle ndio price ndio karudi juu kwenye hii time frame ya H4. Okay, nini ambacho kinachoonekana hapa kwenye hii time frame? Ah, uh, kwa kwenye hii time frame kuna kitu ambacho utagundua. Ah. Uh, tunagundua kwamba kwenye H4 price inaonyesha kwamba bado soko liko kwenye downtrend kwenye hii price H4, kwa sababu tunasema iko kwenye downtrend. Angalia hii kendo iliyo hi sell ikiwa hi na high volatility. Afu angalia hii kendo ah, uh, hii kendo hii hapa ambayo ni kendo ya sa saa mbili Ilivyokuja, ika pick some order then ikafunga hapa, bali inaashiria kwamba kuna less buyers, maana sellers bado wana dominate hii market, kwa sababu hatuwezi kuihesabia this candle kwa sasa hivi, mpaka hapo inaonyesha bado Bili pae pi na play kuwa Volatility kwa kwenye Downtrend okay. Sabu na tunatafuta uh, Entry confirmation Entry confirmation okay. Tukirudi kwenye time frame ya Tukirudi kwenye timeframe ya Ya one hour kuna kitu tunagundua gundua. Kuna, kuna, uh, kuna hii pointi hapa ambao ingestahili kuwa ni order block, umeona, na kuna e point nyingine ambayo iko hapa chini, ambayo pi pia ingestahili kuwa ni point of interest, ambayo ni order block, ambayo ukiangalia kwa umakini utagundua kwamba pia kuna break in structure ambayo ili happen, ambayo ili happen kwenye hii zone hapa, kwa kwenye wana wa price ili break structure, ili break market structure Uh, nashindwa kuihesabia hii trend kuwa bado ni bullish trend. Kwa sababu gani? Kwa hizi inaonyesha kwamba kwenye kwanza H4, uh, price bado ina dominate inatawaliwa ina, ina na sellers umeona. Kwa hiyo hii atu account kwa sasa hivi umeona, tunaweza kusema kwamba iko kwenye uh, kwamba tunaweza tukatafuta opportunities za uh, kubai umeona, market na uh, probability kubwa ya kuseli kuliko kubai ba kwa hiyo price inakuja ka react hapa, unaona eh, hii ni reaction, na hii tunaita pullback, ili price endelee kufanya downtrend kwenye 15 minutes. 15 minutes hapo kuna fair value gap, then price ikarudi chini. Ni ambacho tunachoona kwenye 15 minutes. Uh, tujaona kitu ambacho ni tunaonekana ki, vizuri zaidi, lakini tutaendelea kuangalia kwa upana. Tunaona tu price ile respect baada ya break of market structure, kwa kuna favorable gap ambayo iko hapa, price ile respect. Maana maana price iko na hesitate hapa, ina hesitate kwenye hiyo candle ndio ni 5 minutes. Nini ambacho kinaweza kuwa kinaonekana vizuri uh, kwa baada ya break of market structure, tunaona kwamba kuna fair value gap na hiyo w kwamba ilikuwa hapo juu ni ya one hour, ambao ilifanyiwa kitu kinaitwa ilifanyiwa kitu kinaitwa inaitwa retest, lakini bado hajafanya return. Kwa hiyo bado price ina uwezo kuja kurudi mpaka hapa kufanya kitu kinaitwa return kwenye order order block. Kwa hiyo kitu ambacho tunacho anticipate kwamba hii hapa ifanyike kwa liquidity, maana ya kutoa hapa price ilipofikia kufanya mitigation ya fair value gap iwe ni liquidity, baada ya hapo price ingie hapa juu hapo ukishaingia entry ya ambayo tutachukulia paka mpaka hapa. Hivyo ndo tunaona gold kwa mtazamo huo. Kwahiyo ndo tunajiandaa kwa nini kitachotokea hapa au hapa, ili kuweza kupata opportunity ya kuweza kusell. Hicho ndo tunachokiangalia sasahivi. Kwahiyo we mwenyewe binafsi unaeza ukaangalia, pay attention High probability of sell. Kwa hiyo tuko hapa hiyo ni kwenye hii ni previous liquidity ambayo ni ya H4. Kwa hiyo ndo hivyo guys nitawa update kwenye hii setup nitapoingia. Nimefanya analysis mapema pamoja na nyie ili na nyie mweze kuangalia ni wapi pa kuingilia. Kwa hiyo kama bado hujasubscribe kwenye hii channel, subscribe nifollow, uendelea kujifunza pamoja na mimi. Uwe na wakati mwema.